Katika joto la nyuzi 20 chini ya sifuri, Lasi anavua blauzi yake, kisha anaondoa suruali akiwa amebaki na chupi na viatu pekee. Upepo mkali na wenye baridi kali unampiga mwili, wake unatetemeka, lakini bado anatembea kuelekea katikati ya ziwa lililoganda. Lakini kwa nini Lasi anaingia kwenye ziwa hili la barafu? Kwa sababu chini ya ziwa hilo kuna ndege iliyotoka Dubai iliyopata mlipuko angani na kuanguka moja kwa moja kwenye maji. Dakika chache kabla ya ajali mwanaume mmoja alikuwa akijaribu kuzungumza naye ndani ya ndege lakini ghafla mlipuko mkubwa ukasikika. Ndege kaanguka kutoka mita elfu nane juu ikapiga maji kwa kishindo kikubwa na kutoweka ndani ya ziwa. Lasi alipozinduka kutoka usingizi wa mshtuko alijikuta ndani ya mabaki ya ndege majini, gizani, lakini akiwa hai. Wapiloti wawili waliokuwa mbele yake walikuwa wamejeruzwa vibaya. Akamfungua mmoja, lakini mwingine alikuwa amekwama mguoni kwenye chuma kilichopinda. Ndege ikaendelea kuzama. Lasi akajaribu kwa nguvu zote, lakini hakufanikiwa. Mpilote akapoteza maisha mbele ya macho yake. Akaogelea juu kwa nguvu zote na kwa bahati nzuri akafika ufukuni, lakini huko ufukuni alikuta rubani mwingine akiwa hai kidogo, akilia kuomba msaada. Lasi akajaribu kumsaidia, lakini kwa hofu mwanaume huyo akamvuta chini ya maji. Baada ya mapambano mafupi, lasi aliguza kumtoa, hadi kumvuta hadi ufukoni. Wote wawili wakalala kimya wakiwa wamechoka kupita kiasi, lakini pumzi za mwanaume zikaanza kudhoofika. Alipokuta jeraha la mguu, Lasi akachomoa kipande cha chuma kwa uchungu na akamfunga jeraha hilo kwa mkanda wake mwenyewe. Akatoa simu yake kupiga msaada, lakini haikuwa na mtandao. Ah, akajaribu simu nyingine, lakini hakuwa na namba ya siri. Basi akaamua kupanda kilima akiwa na simu mbili kutarajia kupata ishara, lakini hivyo ilikuwa bure kabisa.